Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na nimewahi kushuhudia baadhi ya watu ambao nafsi yangu mwenyewe ilikuwa ina hakika au imekwenda 99% kwamba huyu mtu atakufa. Nimepigiwa simu nikaambiwa, fulani anaumwa sana. Ni mtu ananihusu, ni mtu wa karibu sana na mimi. Basi haraka haraka nilifanya safari, nikafika, nikaona hali yake mbaya sana, na kwa mujibu wa tunavyosomeshwa na mashehe wetu Ukimwona mtu yuko katika hali ile, jua kwamba anakaribia karibia sasa kuiaga dunia na kupokelewa kule akhira. Alama hizi niliziona katika uso wake, na nikaona kwamba kila kilichokuwa kinazungumzwa na wanachuoni na mashehe huyu bwana anacho. Kwa hakika alikuwa katika sakaratil mauti. Kwa hakika, mwenyewe aliona vile vile kwamba mie nitakufa na pengine usiku wa leo. Basi akawakusanya watu wake wote, akawapa wasia. Mwenyewe alijiona kwamba mimi ntaondoka tu ulimwenguni. Hata wale waliokuwa wana, wanapiga simu wanasema, bwana bora uje, kwa sababu ni sasa, ni sasa hivi. Wanadamu wanafikiria, na kweli ukimtizama, utaona uso huu wa watu wa akhera, sio wa watu wa duniani anaita watoto wake, wajukuu zake, anawahusia na anawatajia mambo ambayo ni lazima wayafanye baada yeye kuondoka katika ulimwengu. Kuhusia ni jambo la kawaida, lakini sisi tumezoea tunapoona tunakufa ndo tunahusia, lakini Bwana Mtume na sahaba zake ilikuwa kila usiku wakilala lazima wahusie. Walikuwa hawahusii kwa maradhi walikuwa wanahusia kwamba anytime wanaweza kuondoka katika dunia hii, na ndivyo tunavyotakikana tuwe. Lakini hebu tujiulize, wangapi katika sisi kila siku wanahusia? Mke wangu, najua nakuhusia, roho ikitoka usiku wa leo basi nna amana ya mwenyewe fulani bin fulani, hakikisha inafika kwake. Nakadha, nakadha, nakadha. na kadha na kadha na kadha. Nani kati yetu anahusia? Na hatuhusii kwa sababu tunaogopa. Unaona, ukisema leo huenda nikafa, unaona utakufa kweli, unaogopa, nisije nikausia, nkahusia nkataja, taja kufa, mara nikafa kweli. Mara unajua kile kitu nakitajataja mara nyingi kinatokea tu. Kwa hiyo habari ya kutajataja kufa hapa, unaona ukae kimya kwa sababu kidaja kufa utakufa kweli. Lakini sahaba na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam salam ilikuwa kila usiku akikaa anaona leo nalala basi, anaanza kuhusia kabisa, nikifa basi anikoshe fulani, anaika kabisa, nikifa amana yangu ni kiasi fulani, basi utaitolea sadaka kiasi fulani, na watu watarithi kingine kitakachobaki nikifa, nizikeni mahala fulani. Hizi zote ni wasia au wasaya ambazo mtu alikuwa anatoa kabla ya kuondoka. Lakini sisi tumeghurika na tulul amal. Ndio yule mshairi anasema ya man biduniyahu ishtaghal, ewe uloshughulika na dunia yake, wagharahu tulul amal, na ukakudanganya urefu wa maisha kwamba utaishi. Tulul amal, matumaini na matarajio makubwa marefu yakakudanganya, kwamba mimi, maadamu nimezaliwa babu na baba na bibi na bibi wana miaka sasa hivi sabini, basi mie nitafika kule kule na mie lazima nigonge sabini. Unajua, ukoo wetu, ukoo wetu tumebarikiwa sana watu kuishi miaka mingi, kisha najifahiri ukoo wetu, watu wanaishi sana, hawafi haraka haraka tu, mie na bibi yangu na karne. Mtu anazungumzia anazungumzia habari na yeye anadhani atafika pale pale, kwamba atagonga karne au atafika nusu karne. Ndio maana mshairi asema wagharahu tululamali na ikamdanganya urefu wa maisha kwamba ataishi zaidi ya pale. Jua kwamba almautu yati baghtatan walqabru sunduqu sunduqulamali, mauti yanakuja kwa ghafla na kaburi ni sanduku la amali zako. Basi akaita watu wake watoto wake akawahusia, ni kifa basi fanyeni kadha, kitakachobaki kiwe kadha na nilichoacha ni kitu kadhaa. Akausia watoto wake, wajukuu zake, wakaanza kulia, wakaona kwamba leo bwana mkuu anatutoka. Lakini amini usiamini, huyo mtu sasa hivi yuko hai na ni mzima na sasa hivi, ni miezi imepita, zaidi ya miezi saba. Watu wote wanashangaa, na mi nikipiga simu nikiuliza, ambia bwana, sote tuna staajabu, ilikuwa tuna hakika kabisa huyu mtu anakufa tu. Wallahi ladhim, ni mzima na afya na kheri kabisa Kuugua sio kufa. Huu ni mfano mmoja wa mifano mingi ambayo na wewe pengine umewahi kuishuhudia ukahakikisha kwamba huyu mtu anakufa kwa fikra zako, lakini, wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri, ni wagonjwa wangapi wameishi pengine nusu karne baada ya magonjwa yao, lakini kwa mahesabu ya kibinadamu tunajua kwamba huyu mtu atakufa. Mtu huyu, mtu anatuaga huyu Kuugua sio kufa, na wala huo uzima ambao unauringia haina maana kwamba ndo huwezi kufa kwa uzima uliokuwa nao na afya uliokuwa nayo. Kufa si kwa mtoto kwamba huyu mtoto au mzee au mtu mzima au mwanamke au mwanamme. Kufa ni wakati wowote na kwa hali yoyote, na kwa maradhi au kwa hali ya afya ya na uzima maradhi na kifo na nini vyote vinaweza kuingia wakati wowote wa ule. Basi tusiwe na hope wala tusiwe na amal, tulul amal kwamba tutaishi tutaishi tuishi tena na tena mpaka ifike wapi. Tuhesabu kwamba wakati wowote wa kuanzia leo mimi inaweza kuondoka katika dunia, na hilo ni mujarab, wasi tushaliona kwa, kwa watu wengi kabisa. Almautu yati baghtatan Walqabru sunduku lamal, mauti ma yanakuja kwa ghafla, na kaburi ni sanduku la amali zako we mwanadamu. Kwa hiyo safari hii ambayo tunasafiri ya rab ni ndefu sana, na huko tunakokwenda kuna fitanun, kuna fitna nyingi sana.